Kuna usemi unasema wisdom says what is right but prudence determines how to act rightly. Yaani hekima usema nini ni sahihi lakini busara huonyesha jinsi ya kutenda kwa usahihi. Eh, leo ni siku ya pili ya novena ya Roho Mtakatifu au novena ya Pentekosti. Na kati ya mapaji ya Roho Mtakatifu, upaji mmojawapo ni paji la hekima. Tunamuomba Roho Mtakatifu atujalie hekima. Lakini mimi kwa nini nimevileta hivi vitu pamoja? Kwamba nipende leo tutafakari kwamba hivi kuna tofauti gani kati ya hekima na busara? Hivi vitu vyote ni sawa? Je, vinahitajiana? Pani nisho kwamba vitu vina tofautiana, lakini vitu ambavyo vinategemeana tegemeana vipaswi kuachana, they complement they, they, they complement each other. Kwa hiyo <coughs> nini sasa maana ya hekima? Hekima tunaweza kusema kwamba ni uelewa wa kina au maarifa au pia maamuzi ya kielimu ambayo yanatokana na elimu inayolingana na maadili na ukweli wa kiroho, au kwa namna nyingine unaweza kusema kwamba hekima ni uwezo wa kutofautisha kipi cha ukweli cha haki na cha kudumu, kipi cha kuacha na kipi cha kuchukua. Sasa ukishaona hiyo kwamba ni maarifa hayo ambayo yanatufanya tuweze kutambua kipi ni cha ukweli, cha haki, cha kuchukua na cha kuacha, basi busara inakuwa ni nini? Kumbe busara ni hekima katika matendo. Simply busara prudence ni busara katika matendo. Kwa hiyo hekima ni wisdom, busara Uuhu, salu, kwa hiyo busara unaweza ukasema kwamba ni utumiaji wa uelewa, yaani yale maarifa katika matendo, maneno au katika utendaji. Kwa njia gani? Kinidhamu, kiustaarabu, kini, kwa unyenyekevu, kwa staa, kwa tadhari, kwa fikira na kwa umakini. Hivyo basi tunaweza ukasema kwamba hekima au wisdom, ujua nini cha ukweli na cha haki na chema, wakati huu busara ikitekeleza maarifa yatokanayo na hekima. Au kwa namna nyingine basi unaweza ukasema kwamba kama busara amini mean hekima ambayo ni wisdom inatupa msingi, give us a foundation or basis, wakati huu prudence au busara inahakikisha utekelezwaji wa usahihi wa hiyo misingi ambayo inatolewa na nini na hekima. Kwa hiyo basi hivi vitu vinategemeana, haviachani, na kila kitu kinakitegemeza kingine. Watu wana vinategemeanaje? Mtu anaweza akasema kasema, basi basi basi, hiki ni kikubwa no, vitu vyote ni muhimu. Naweza kwa ukasema kwamba vinategemeanaje? hekima bila busara, hekima bila busara <coughs> itafanya maarifa ya mtu wa uelewa understanding remain theoretical, inabaki nadharia tu bila kuwa na matokeo yenye faida. Utakuwa ni mtu wa maneno, mwenye elimu kichwa kimejaa mambo mengi, lakini hakuna effect, hakuna impact, yaani unabaki tu, hauna uzalishaji. Lakini bado busara bila hekima itakosa mwelekeo wa kimaadili moral direction, ethical standard kwa hiyo vitu vyote vinategemea sasa. Tuangalie sasa kwenye Biblia, hivi vitu vinapatikana wapi? Ukisoma Biblia inaonyesha kabisa hekima ya kweli ambayo inakuja kutuzalisha kwenye matendo ambayo ni sahihi ambayo ni busara inakuwa mwanzo chanzo chake na asili yake ni Mungu. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi zimeonyesha hekima kwenye kwenye kwenye kwenye Injili, kwenye kwenye kwenye Biblia kama Mithali sura ya nane aya ya kumi na mbili Mithali, e, sura ya kumi na sita aya ya ishirini na moja Yakobo aya ya 3 mstari wa 13, aya ya tatu mstari wa kumi na saba e, aya ya pili pia sura ya kumi na saba japo pala naongelea imani bila matendo ambayo mimi ndo napenda niongelee sana, nijikite hapo, kwamba tuitafakari sana humo katika utendaji wetu, lakini kuna tahadhari kwamba tukisha kwamba tukishaona kwamba asili ya hekima ni Mungu kivipi? Kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ya kwanza mpaka ya 31 tunaona kwamba hekima alikuwepo wakati wa uumbaji. Kwa hiyo hekima ndio iliyohusika katika kuumba during creation, lakini kama asili ya hekima ni Mungu mwenyewe, basi e, waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 2 ya 3 inatuonyesha kwamba huyu mwana wa Mungu ndio hekima yenyewe divine wisdom ambaye Kristo mwenyewe ndio yamebeba. Lakini sasa <coughs> tunampokeaje? ni kwa njia ya Roho Mtakatifu ambayo tunaipata katika Yohane sura ya 16 aya 13. Yakobo, ambaye ningependa ni kujikita sana pale kumtolea mifano sana, anatuonyesha sana jinsi gani ya kuonyesha hasa katika kutatua matatizo na kukosoana na kuelekezana, hapo ndio kunaleta changamoto, hapo ndio tunakuta mtu anabaki katika lebo ya wisdom bila uh, Yakobo sura ya tatu aya ya kumi na tano na waraka wa mtumi Paulo wa kwanza kwa Wakorintho sura ya tatu aya ya kumi na sita inakuonyesha jinsi ambapo tukibaki kwenye levo ya ya hekima ambayo ni hekima ya kibinadamu na kutadharisha na hekima ya kibinadamu akiwa najikita <coughs> anatualika tutumie hasa hizi hekima za mwanzo wa Mungu sema mazo vitabu vingine ambavyo ni muhimu sana ukivisoma ni hekima ya Sulemani, hekima ya Yoshua bin Sira, kitabu cha Zaburi na na mithali, vina hekima. Lakini Yakobo mwinji, Yakobo kwa nini mwinji Yakobo? Huwa anafananishwa sana, na kwenye barua yake ya kwa watu wote, nafananishwa sana na vitabu vya hekima, hasa cha Yoshua bin Sira na hekima ya Sulemani, ni kwa sababu Yakobo ame, ame, ame, ame ame, ame actualize kile kitu ambacho mtume eh, Paulo amekiongelea katika barua zake hasa kwa Warumi, hasa kwenye kuhusu justification by faith, akaileta katika matendo. Yeye akasema kwamba imani bila matendo imekufa, na mimi ndio hapo nachukulia na, na, na mtazamo wa kwamba hekima bila busara It's meaningless. Wisdom without prudence is meaningless. Utabaki tu katika maneno mengi, elimu nyingi, lakini hatuoni kitu chochote. Kwa hiyo vinabidi viende pamoja, lakini tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yakobo anatuambia katika, natokuanika usome sana hii barua ya Yakobo utaona kweli Yakobo anavyoonyesha katika kweli na kwetu, ameongelea kuhusu ulimi, kuhusu mambo mengi <coughs> kuhusu utendaji katika kuamua, katika kukosoa watu. E, kwa hiyo Yakobo sura ya 3 aya 13 na ya 2 aya 17 ndio anaonyesha imani bila matendo yamekufa, lakini pia kwenye hii sura ya 3 aya 13 ndio Yakobo anapokuja kutufundisha, anatuambia kwamba wako huko watu, wewe mwenye hekima na maarifa kwa uweze kuyaonyesha katika katika kutenda kwetu. Kwa hiyo napenda nitoe sasa mifano ya watu ambao wamejaribu kusanisha haya yote mawili kutembea nayo pamoja hekima na busara na akafanikiwa. Ukisoma kitabu cha Wafalme, sura ya kitabu cha kwanza cha Wafalme haya hasa sura ya 4 wanamwelezea Sulemani kama mtu ambaye alikuwa na hekima, hakuna mfalme ambaye alikuwa na hekima ambaye hajawahi kutokea kama yeye. Alikuwa na hii hekima, aliomba kwa Mungu, alimuomba, unaomba upate nini? Akasema apewe hekima. Kwa hiyo alipewa na Mungu. Lakini kwa Sulemani tunakuta mambo mawili tofauti. Kuna sehemu ambapo alitumia hekima bila busara na kuna sehemu alitumia sehemu nyingi alitumia busara bila hekima. Napenda nitumie kama mfano. Mfano wa kwanza ni pale ambapo alitumia hekima bila kutumia busara. Alioa wakawa na mshauri, sio watu wa jirani wa makabila mengine, wa taifa jingine, akakataa, akajiona kwamba yeye anayo hekima hiyo ude katika kuwa kwake akashindwa, au wanawake wanakuja wanamfanya aangukie kuabudu miungu ya uongo, ibada za sanamu. Tunasoma katika kitabu cha Wafalme sura, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kumi na moja aya ya nne mpaka ya ya sita. Pale alishindwa, alibaki katika level ya hekima, at the level of wisdom without prudence. Lakini ukienda katika kutenda sasa, alipotumia hekima na busara, ni sehemu nyingi tunaona kwamba alikuwa anatenda sana kwa hekima na anachukua hiyo hekima na yuko katika matendo, katika kuamua hasa kwa eh, asafo, mfano mfano mzuri ni pale alipoamua kesi ya wale wanawake wawili walikuwa wanagombania mtoto, ili kitendo cha kusema tumlete mtoto tumkate katikati it itiwoze aliweka ali ali katika ile hekima yake kwa katika matendo ile kitendo kile kilimvuta tena mwanamke mwingine ambaye alikuja kwa kiti kwa hekima pia akaiweka katika busara, anakuambia huyu mtoto tusifanyeje, tusimgawe tumpe huyo. Kwa hiyo hapo ndo tunaweza tukaona kwamba hekima imewekwa katika matendo. Lakini mfano mzuri mwingine katika Biblia tunaweza tukachukulia Mafarisayo. Yesu kawa elezea sana Mafarisayo, walikuwa sio watu wabaya au waandishi, wataalamu wa maandiko na sheria za Kiyahudi, lakini shida ilikuwa ni moja, ni kwamba walikuwa wanabaki katika level tu moja ya hekima bila kutumia busara. Wanajua mambo mengi, wanajua kujielezea kuyafundisha, lakini wanapoenda kutenda wanatenda contrary. Kwa hiyo ndio wakaja kufikia sasa hatua ya kuitwa wanafiki, Mathayo sura ya 23 aya 23 na sehemu nyingine nyingine nyingi. Kwa hiyo ni kwa nini ukishindwa kutumia hekima kuweka kwenye busara? Yaani, unafundisha hiki unaishi hiki. Mimi wewe sasa ni mbegu ya hekima bila kuona busara. Ndio hiyo tunaiita unafiki. Kwa hiyo katika maisha yetu sasa, hekima inatumika katika mambo mengi, katika usuluhishi. Kwamba ni kwa nini tunapokuwa kuna tuna mizozo mingi, unakuta unaenda kusaidia una baada mpwa ya kusaidia, unaleta makwazo zaidi. Unajua kwamba hekima yako ilivyo ya apply umeshindwa kuikantovetu kuleta katika hatua ya nini, ya busara ya prudence Ma, wana saikolojia madaktari, walimu watu wengi ambao wana elimu nyingi. Unakuta mwana saikolojia anaweza kukufundisha mambo mengi kuhusu pombe, kuhusu kutumia madawa ya kulevya, lakini yeye mwenyewe akishaona chupa imewekwa pale tayari mko chai. Mtu mwingine ni mshauri mzuri wa ndoa, anakufundisha ndoa na control, ndoa zinapendeza, watu wanajifunza kutoka kwa, lakini ukifika kwake kwenye familia yake hakuna kinachokuwa kinaendelea. Madaktari, unakuta mtu daktari ana elimu nyingi sana, lakini anapokuja kuelekea kwenye kuhirikia, waonyesha watu anakuja daktari ambaye anajua lio anakuja kufanya magonjwa ya maambukizi, tunakuja kuona kwamba hapo kunakuwa kuna, kuna kitu kinalaka. Lakini icons zetu ambazo zinaweza zikatuongoza, ambazo zinaweza tukajifunza kwamba hao watu walifanya kwa hekima na busara. Mfano wa kwanza ni mama Maria, tunao msherekea ambayo leo ni siku ya ya ya maa ile habari ya, ya, ya kupashwa habari anaenda kwa Elizabeti ni kitendo cha hekima iliyoambatana na busara. Lakini mtakatifu Yosefu ni mfano mzuri hilo basi. Wapendwa eh, nipende kusema kwamba wakati kwa kuyajua hilo, tunaweza tukasema ni mmoja kwamba wakati hekima inatuonyesha nini umuhimu wa amani, busara itakuonyesha nini na jinsi ya kushughulikia hilo jambo bila kuzidisha mvutano zaidi katika kuleta amani, katika kusuluhisha, katika kupatanisha. Na wakati hekima inapokosa kuendana na busara, na tunakutana na kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba ukweli bila upendo ni ukatili na upendo, ukweli bila upendo ni ukatili na upendo bila ukweli ni unafiki. Aristotle, mwanafalsafa, aliwahi kusema kwamba elimu lazima itumike kwa hekima kuwa na matokeo sahihi. Hapo unakuwa na, na kuonyesha kwamba busara na hekima vinaenda pamoja. Lakini pia Mtakatifu Augustino um, you know, amewahi kusema kwamba prudence is a love discerning what helps from what hinders in reaching God, kwamba busara ni upendo unaotambua kile kinachosaidia na kile kinachozuia kufikia Mungu. Basi wapendwa, niwaalike kwamba tunapoendelea kuomba mtakatifu ndio paje la hekima tuombe, usibaki katika level ya hekima tu. Chukue hekima yako, ifanye katika matendo ambayo tunaweza kupata kitu ambacho kinaitwa busara. Na haya yote tunaweza kusema kama anavyotuambia eh kwenye proverb eh mithali sura ya 3:21, 22 mwanangu, mshike hekima na maarifa na elimu, usimwacha ende zake. Lakini ni Yohana sura ya 16 ya 13, tunaambiwa Roho Mtakatifu ndio mgawaji wa kipaji hiki. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda, na aendelee kutueta katika umoja wenu, kama tunaosafiri wanafunzi kuelekea Emmaus. Amani na salama.